songe mbele katibu katika idara ya huduma ya magereza daktari salome beacco amefichua kwamba serikali inalenga kuwasajili wafungwa wote kote nchini kwenye bima ya afya ya jamii sha ili kupata huduma za matibabu wakiwa gerezani daktari beacco amedokeza kuwa magonjwa mengi yamekithiri magerezani na kuwepo kwa bima hiyo kutawasaidia wafungwa kupata huduma za matibabu kwa urahisi katibu wa huduma za afya Mary Muthoni kwa upande wake akiwashauri Wakenya kuendelea kujisajili katika bima hiyo. Mary Kyallo anatuarifu. Serikali ya kitaifa inapoendelea kuwahimiza Wakenya kujisajili kwenye bima ya afya ya SHA ili kupata huduma za matibabu kwa urahisi, sahi serikali ya William Samoei Ruto tumesema ya kwamba watu wakienda hapa chini, mahospitali za chini, wewe ukuwa umejiandikisha tu, na hata ukiwa kwa hiyo laini, ujiandikishe ukiwa hapo, hiyo jina yako inakuwa activated. Katibu wa huduma za marekebisho Salome Beacco amedokeza kuwa kama wizara wanaendeleza zoezi la kuwasajili wafungwa wote gerezani, ili kuhakikisha wanapata huduma za matibabu kama wakenya wengine. Rais aliposikia hivyo, one of the things alisema ni kuwa tukuwe na eh, registration of SHA kwa prisons, na hiyo ni kazi tunafanya, ndio angalau watu wangu wapate matibabu. Sasa tuko na hiyo program, tuna- tunaenda kumalizia by end of this year, tutamalizia, tutaregister kila mtu kwa SHA ndio angalao wapate matibabu. Salome akidokeza kuwa kuna baadhi ya magonjwa ambayo yamekithiri gerezani ikiwemo zinaa, kati ya mengine akisema kuwa serikali imezingatia swala hili na kufanikisha kuwepo kwa SHA magerezani. Mimi magereza yangu karibu dasik, almost 40% inaelekea kufika 50% ya yale mashida niko nayo ya wale watu wako magerezani ni kwa sababu ya sexual offenses. My prisons are overcrowded. My prisons are overfilled. Kwa sababu gani? Sexual offenses. Na hiyo inaleta ina mashida zingine. Gonoria imepanda, syphilis imepanda, HIV imepanda. Mimi sina pesa za matibabu. Kwa upande wake, katibu wa afya Mary Muthoni akiendelea kuonya dhidi ya uuzaji na utumizi wa dawa za kulevya miongoni mwa watoto wa shule Hatutauzia watoto wa kwenda shule electric cigars pouches, na mambo ingine mingi tunaona yenye inafanywa huko mbali mbali. Substance abuse, munajua tumekuwa na shida ya hiyo maneno kuanzia kutoka kwa shule zetu. Kando na hayo, umma umeshauriwa kujitokeza kufanyiwa vipimo vya magonjwa kama vile saratani na kuanza matibabu mapema iwapo ipo haja. Hata kama husiki, ukiumwa, at least kwa mwaka mmoja. Wa mama, tunajua iko kansa ya matiti, iko kansa ya pale chini, na pia wa baba, iko kansa ya hapo chini pia. Tafadhali nenda uangaliwe kabla hiyo ugonjwa ikushike mpaka inafika level 4 stage 4. Mary Kyallo Undugu TV